Naam, bwana mmoja kati ya wadau wa entertainment industry, huyu hapa anaitwa Snash, ameamua kuzungumza kuhusiana na sababu ambayo imepelekea au inayopelekea e, hawa wasanii ambao wanamiliki lebo hapa Tanzania lebo zao kutokuwa na mafanikio makubwa ukilinganisha na lebo nyingine hapa Afrika, eh bwana, ishu ambayo imewekwa wazi ni swala la uwekezaji, kwa mujibu wa Snash ameeleza hayo. Hii ni kufuatia kwa kile ambacho kimekuwa kikionekana. Watu wengi sana wamekuwa kilalamikia baadhi ya record label hapa Tanzania zikiwa hazifanyi vizuri tofauti na Wasafi, umeona? Eh, kwa mfano Kings Music Record kule tunaona kimya, hakuna kashkashi, hakuna kelele, hakuna jipya, lakini the same pia kwenye upande wa Konde Gang napo, pia japokuwa kuna msanii mmoja tu, lakini power ya kupush kazi zake msanii aende mbele, aende mbali zaidi, haionekani. Yani, potential haionekani lakini pia kupitia record label nyingine ya Next Level Music, napo pia kwa Rayvanny bwana, tuliona mpaka msanii wake ameenda kufanya show za chakatu chaka. Kwa hiyo watu wengi sana wameanza kulalamikia hizi lebo za Tanzania kwamba hazina mafanikio, wasanii wake hawana kasheshe, ukiachana na lebo ya Wasafi. So, Snash naye pia amekuja kutoa maoni yake kuhusiana na hilo, amesema kwamba sometimes tuongee ukweli na sio mapenzi na sio na sio mpenzi wa mziki na hata mziki sijui sana ila, ukweli tuseme kuhusiana na wasanii wenye record label, wasanii wao hawaendi mbali sana, sababu mabosi zao hawana mioyo ya kutoa milioni mia kwa, kwa msanii mon, hawana hiyo mioyo. Yani swala la investment ya pesa inaonekana kwamba wasanii wako stingi na pesa zao. Yani hawa wasanii ambao wana record label bwana ni mabahili kuinvesti kwa record label au kuinvesti kwa, kwa msanii ili aweze kwenda kushuti video kali, kufanya promotion kali, eh, na vitu vingine kama hivyo. So ameendelea hapa Snash kusema kwamba wanapitia, wanaopitia chini ya mondi wanatoka sababu jamaa ana moyo wa kutoa, basi hata hao pia wanaotolewa na Mondi hawana huo mioyo, hawana huo moyo hata iweje, hawana. Ameandika hivyo Snash. Je, ukiwa kama mdao, unakubaliana na hilo, weka maoni yako katika comment section, au unapingana nalo na pia weka maoni yako katika comment section. Unahisi kwamba kwa nini record label za Tanzania hazina mafanikio makubwa eh? Ni kwamba issue ni pesa, wasanii hawana moyo wa kuinvest kwa wasanii wao ambao wanawaweka katika record label zao au ni nini hasa? Weka maoni yako katika comment section, tuko tukisoma na kureply kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.